Anapotokea mmoja wetu akilala anaona mauzauza, Mungu anataka atuone tutafanya nini? Anapotokea mmoja wetu mwanawe, mashallah mzuri, kamfanyia akika kapendeza, lakini atatumia nyenzo gani kumlinda yule mwanawe ili asije akadhuriwa na watu wabaya? Je, utaenda kuchanjwa chanjo ya sampuli gani, ama chanjo

Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, baada audhu billahi min alshaitani arajim bismillahi arahmani arrahim alladhi khalaqal mauta wal hayata, kwamba yeye yeah, ndiye hasa aliyeumba hali ya uhai ambayo unayo leo hii. Una miaka mingapi nikikuuliza? Wapo atakaojibu 40, 60, 30, 20 Mungu ndiye aliyeumba. Una watoto wangapi? Utaambia na watoto wawili. Mungu ndiye aliyekupa huyo mtoto, na anataka kuone mwanao utakayemzaa ni chanjo gani utakayoenda kumpa baada ya kumzaa. aladhi khalaka lmauta walhayata, yeye ndiye Mungu aliyeumba yote mnayoyaona. Kwa nini amefanya haya? Liyabeluakum, ili awatest atuonde Mwenyezi Mungu, si Mungu anataka atuone tutafanya nini. Anapotokea mmoja wetu kichwa kimemuuma atafanya nini? Anapotokea mmoja wetu akilala anaona mauzauza. Mungu anataka atuone tutafanya nini. Anapotokea mmoja wetu mwanaye, mashallah mzuri, kamfanyia aqiqa kapendeza, lakini atatumia nyenzo gani kumlinda yule mwanawe ili asije akadhuriwa na watu wabaya? Je, ataenda kwa kina Sangobe? Mungu anataka kutazame wewe, mwanamke ambaye umejaliwa kujifungua. Je, utaenda kuchanjwa chanjo ya sampuli gani? ama chanjo haina neno lakini, ni chanjo gani wewe unakubali kwenda kuchanjwa? Uende ukachanjwe katika imani ambayo haiamini kwamba eti Mungu ndiye anayeponya haiamini? Uende ukachanjwe na wale watu waliopetuka mipaka katika jadi zao? Wapo watu hawaamini hasa kwamba Mungu ndiye anayefanya, bali zile zana zao ndizo zinazofanywa. Mtu kunyanyua mguu wako kwenda kuchanjwa katika njia hizo haifai. Bali Mungu anatufundisha, angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopatwa na mtihani, angalia alivyofanya. Aliumwa kutokana na madhara ya uchawi aliyofanyiwa kwa watu kuchukua nywele zake. Mwenyezi Mungu anazungumza katika Suratu Lfalaq anamwambia, zungumza maneno haya, qul audhu birabi lfalaq min shari ma khalaq ila akhiri sura, mpaka mwisho wa sura, kwamba kutokana na yale madhara yaliyokupata, waumwa kutokana na sihri iliyokuingia, soma maneno haya, mimi Mungu nitakusaidia kutegemea kwa mtindo huu ambao Mungu kaueleza kunafaa. Na kutotumia mtindo huu ukaamua kwenda kwa waganga kuchanjwa machanjo ya hovyo hovyo kwa mtindo ambao asiouridhia Mungu, hilo halifai. Mwenyezi Mungu hatulinde akili zetu, imani zetu, na tuamue kutegemea njia zilizokuwa sahihi ambazo yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anaziridhia.